Na nyinyi majamaa ndio munafanya hii kazi yeah. Ama kuna watu wengine yeah. Nyinyi ndio ma engineer yeah. Nyinyi ndio ma quantity surveyor yeah. Nyinyi ndio ma electrician yeah. Nyinyi ndio ma steel fixer yeah. Nyinyi ndio ma carpenter yeah. Nyinyi ndio ma mason yeah. Ndio munafanya hii kazi yote yeah. Jipigieni makofi bwana. <laughs> Tumeelewana? ati alafu, kuna mjamaa anasema ati anataka kusimamisha hii mpango. Huyo jamaa ako na akili kweli eh? Mimi nataka niwaambie watu wa Makueni, na naongea hapa kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Njia ya kubadilisha taifa la Kenya ni kwa miradi na mipango ya maendeleo kama hii ya housing. Yeye, mnanielewa na leo mimi nimekuja hapa kushuhudia kuangalia kwa macho yangu kwamba kazi inaendelea hapa Makueni. Hapa wote, hii kazi si ilianza miezi tisa iliyopita, inatembea haitembei? Na nyinyi ndio wenye kusukuma hii kazi, ama kuna wazungu wanafanya hii kazi? Ndio, ndio, nyinyi, nyinyi ndio munaendesha hii, ndio mumejenga ghorofa inafika kumi huko juu eh! Aki nyinyi ni wanoma sana. Eh? Ndio mefanya hii kazi?